Sema vyama vya siasa nchini vimeombwa kutumia wakalimani wa lugha za watu wenye wa matatizo ya kusikia katika kampeni za uchaguzi zinazoendelea nchini ili kuwasaidia walemavu hao wasiosikia kuelewa na kupata haki ya kuchagua kiongozi wanayemtaka. Akizungumza wakati wa warsha ya ushawishi na utetezi wa haki za viziwi jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa chama cha ja viziwi bwana Dikson Mveage amesema walemavu wa kusikia wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya kikwazo cha mawasiliano kwa lugha za alama, huku akitolea mfano katika televisheni. Bwana Mriyange pia amesema vyama vya siasa havijaandaa wakalimani wa lugha za alama ambazo ni muhimu kwao, ili kusaidia wao kupata ujumbe ambao unazungumzwa katika kampeni za uchaguzi mkuu. Kitu cha msingi tunapotaja lugha ya alama lazima iaminike kwamba itaweza kusaidia watoto na lugha alama itaweza kusaidia hata viziwi walio wakubwa waweze kufanya kazi mbalimbali kwenye mambo ya siasa na shughuli mbalimbali. Kwa mfano sasa hivi hapa Tanzania kuna kampeni ambazo zinafanyika kwa ajili ya kuchagua wabunge na rais, lakini vyama vya vya siasa bado havijaandaa wakalimani, na kama sisi uh, viziwi ni wapiga kura na hatujapata kampeni zinazozungumzwa uh kwenye changamoto ambazo tumekutana nazo ni uh, sana sana, ni upande wa uh, mawasiliano lugha ya alama, ambao wanafunzi wengi uh, wanakuwa wametoka kwenye familia ambazo, uh, wanakuwa na zile lugha ya alama ambayo ni asili. Kwa hiyo, imekuwa ni changamoto kubwa sana kuendapo unapokuwa unafundisha lugha ya alama. Kwa hiyo, wengi sana wamekuwa ni wazito kwa maana ya kwamba kuweza ku ujifunze lugha ya alama ambayo ni rasmi ambayo imerasimishwa na Chama cha Viziwi Tanzania cha vita.